Karibu tena katika chaneli yetu pendwa ya Rajab Synic. Kama mara ya kwanza kutizama video yoyote ile kupitia Rajab Synic, usisahau kubonyeza alama nyeusi iliyoandikwa subscribe. Hapo utakua umetisha sana. Pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na i-upload katika youtube channel yetu. Mada yetu ya leo, tunaenda kujifunza jinsi ya kuweza ku, ku, ku, ku, ku edit eh, picha kupitia kupitia ku edit picha, kupitia kupitia ChatGPT. Najua mshaisikia ChatGPT, bwana ni AI moja Yani eh, eh ku, eh, eh, eh, eh, moja naweza kusema imekuja eh, eh, kuleta mapinduzi makubwa sana eh, sababu, inasaidia vitu vingi, ngawaje zipo bao eh, lakini mara nyingi ona. Sasa, baada ya kufika kwenye ChatGPT yako kama hivyo, utaanza new chat. Baada ya kubonyeza new chat, utaweka picha yako, utapakia picha. Picha unapakiaje? Nimeshapakia kujumlisha, so ninachofanya ni kukuelekeza tu. Baada ya kupakia picha, utaandaa na maelezo, yani prompt ya hiyo picha. Prompt ni yale maelezo ambayo unataka picha yako ionekane, eh, so nitaka prompt fupi hapo. Umeona, baada ya kutengeneza hapo ni baada ya kuandaa prompt nikatuma, ni pamoja na picha, kisha nitatumiwa baadhi ya maelezo ili eh, kukamilisha. Kama hapo nitatumiwa nita vitu ambavyo eh, kama hapo wameniuliza mimi, nimeweka prompt na ni picha hii, nataka huyu binti aonekane akiwa anaperform stage. Ni umeona baada hapo eh, wakanitumia je yeah, au nataka aonekane anaje anaperform aina gani ya muziki? Mi nikachagua bwana hip hop, niambia taala busi bongo fame fashion show. Mi nikachagua hip hop. Kwenye mavazi bwana wakaniambia jeans na topi ya kung'aa, lakini pia wakaniambia gauni jukwani. So mi nikachagua na nilini, nikachagua jeans na topi ya kung'aa. Lakini pia mandhari nikachagua nyuma background hiyo ya taa taa kali na watu wakiwa kwenye vibe. Kama hivi nilivyochagua. So baada ya hapo picha yetu kama hii itakuwa imekamilika. Ona picha yetu, kama hii itakuwa imekamilika. Nadhani umeiona hapo. Ukichukua picha hii ukiangalia na picha yetu ya mara ya kwanza, ah, ni shirikiano. Nadhani umeiona hapo, kwa ni uioni screen yangu kubwa sana. Umeona picha hapo inavyoonekana, lakini then baada ya kuedit inavyoonekana. Kama umeipenda video hii, usisahau kubonyeza alama ya andiko ya subscribe, kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, pia so usahau like video hii na kukomenti hapo utakuwa umetisha sana.